Lakini kama Simba ikitokea kaingia fainali ama we tutamamji, mimi nilitarajia mpaka hivi sasa viongozi wa Simba, management ya Simba itatoa utaratibu maalum kuhakikisha mashabiki wao wanakoa ndege wanakoa boti kuhakikisha wanakwenda wapi, Zanzibar. Mbona Yanga wakati inaenda kucheza South Africa, mashabiki walikuwa adi na basi. Wazanzibari, kama kuna tafrija waiandae chuma kutokea Tanga kitawasili Zanzibar inshallah, si kwa juma. Licha ya kuwa Simba anapeperusha bendera ya Watanzania, licha ya kuwa Simba anapeperusha bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vile vile Simba anashikilia roho za Wanafrika mashariki na kati. Ubayaubaya ubaya, upo unaitwaje? Ubaya hupo ubaya, na ndio maana mpaka leo amefika hatua ya nini ya nusu fainali. Mesahau wakati Yanga anakwenda kucheza South Africa, mpaka sasa hivi ratiba ishatoka kusafiri haijatoka. Ni mambo ya aibu. Mimi nilitarajia kwa historia ya Simba, kwa ukubwa wa Simba, miaka 32 aje kucheza mbili nusu finali, usu fainali, tafanya sherehe wiki. Nilitarajia kila shabiki wa Simba nitamwona na jezi ya Simba Sports Club. Nilitarajia uongozi wa Simba kupitia kwa mwenyekiti Murtaza Mangungu wangetangaza, basi wangejua yenyi wangeendaje Zanzibar, na basi, inawezekana watu wa Mbagala ukiwakuta hata kwenye nibegi zao wana visu. Uniambia kwamba Yanga na Simba, Yanga ina hela kuliko Simba? Hapo rafiki zangu mfano kina Mikoi akili zao zinajulikana, kina JB akili zao zinajulikana, kina Mohamed Mustafa mtoto kutoka Gongo la Mboto Yanga Simba ikicheza anajichora mwili mzima alafu hata shilingi na Simba apewi. Sasa akili hizo. Nenda sasa hivi wana wa Mbagala hapo stesheni. Gari ikija wanapanda dirishani. Kama ikitokea Simba kaingia finali, mama we, tutaama mji basi. Inawezekana nyinyi mumjui Chama. Lakini Chama amekuja Yanga sio kwa bahati mbaya. Sababu za Chama kuja Yanga ni current performance aliyoonyesha akiwa ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kwangu mimi ukimzungumzia Chama, Chama namfananisha kuwa ni role model wa wachezaji wote wanaocheza ligi kuu ya Tanzania. Tunafahamu kuna wachezaji wengi wazuri wanafanya vizuri, lakini kwangu mimi Dosa Chama atabaki kwa role model wa wachezaji wote nchini Tanzania. Atabaki kwa role model wa wachezaji wote wanaocheza kwenye ligi yetu ya Tanzania, watake wasitake, wakubali wasikubali, lakini chama ni mmoja tu. Waache kila mtu kwa mtazamo wake, nimesema kila mtu ana mtazamo. Kuna watu walimkataa Yesu, hawapo wa watu. Kuna watu walimkataa mpaka mtume, hawapo wa watu. Lakini kuna watu mpaka leo hawaamini kama kuna Mungu yupo. Kwao ni jambo la kawaida, wakimkataa sawa, wakimkubali sawa, wakimkubali sawa, lakini kinachodhibitisha ubora wa chama ni namba zake. Kama Watanzania watashindwa kutoa shukrani kwa chama, waende kwenye renki ya kafu, wakaangalie ni mchezaji gani ambaye mpaka hivi sasa anaongoza kwa magoli, ambaye chama watamkosa, waje na takwimu zao. Lakini kwangu mimi chama is the best midfield katika nchi ya Tanzania. Tosa metinga nusu finali ya kombe la shirikisho la Confederation Cup. Wakati huo Simba naye ametinga CRDB Cup nusu fainali. Ningetamani kukutana tena na mtani fainali, kwa maana Simba Sports Club anakabiliana na Singida Black Star, Young Africans anakabiliana na JKT Tanzania. Nakubali mkutane naye tena, malengo yetu makubwa ni kuchukua ubingwa CRDB Bank. Mipango yetu, mikakati yetu, na hii tunasema wazi inawezekana. Kuna watu hawaamini hili litatokea. Na niwaambie mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga huu ndio wakati wa kutembea kifua mbele. Kuvimba. Huu ndio wakati wa kuvimba. Mm. Kuna filamu moja nilishayo kuitazama inasema ule mchokoza kaja. Waambie tumeingia na sisi. Namtaka. Mm. Sisi lengo letu ni kuchukua ubingwa tu. Yoyote atakayekaa mbele sisi tutacheza naye. Yoyote atakayekaa mbele sisi tutakubaliana naye. Wakitwanga tutatwanga. Wakimwaga tutamwaga, lakini wapeni taarifa na sisi tumeingia, ndio kwa kwanza kuvuka hmm. <tot> ina <tot> <memlenga> <tot> <tot> nusu mbili <ya> wana <tot> nusu. mbona kama umemlenga mtu fulani nusu ya shirikisho, mimi ni mwanzo nilikuwa, unajua, unamzungumzia Singida Black Stars. <tot> Ah. Ndo akili yangu na ndo fikra zangu lakini naona umeenda kutaja kwamba mtu ana nusu fainali mbili eh. Unamzungumzia nani? Simba mm, nyama, nyama. Mm. Eh, hivi unamjua Simba? <laughs> <laughs> Simba wa kimataifa, si ndio huyo eh? Mwache mm. Mwache mm. Ha? sisi mm. hatupo kwenye mashindano ya kimataifa mm. Kwayo mikakati yetu mikubwa mm. ipo kwenye ligi kuu ya NBC mikakati yetu mikubwa ipo kwenye kombe la Azam Sport Federation ama hivi sasa natambuka CRDB Federation. hiyo ndio mikakati yetu. Hatuwezi tukamhofia mtu ambaye hatupo kwenye mashindano ayo, moja ila yoyote tukaekutana naye huku kwenye fainali ya CRDB Benki, tutadili naye tutacheza naye tutaimba naye, awe Singida awe Namungo awe sijui nani tutacheza naye aje mm. Mnede mnede mnede. Kikweli mm. tuliumia sana kutoa sare na JKT na hili niliseme wazi mm. moja ya matokeo ambayo kama wanayanga hayajatufurahisha atu, ni mchezo dhidi ya nani, ya JKT. Tuliamini tutakwenda kuchukua pointi tatu, lakini mchezo umeheshimika, tumepata alama moja mm. lakini kama naye yumo basi aje Sioje kiti Tanzania nimesema, yeah. kama na na yeye yumo aje, sio kwani, anacheza mdomo ni nyumba maneno yeah. Mene nishe kusikia wale wale mabwana wanaocheza fainali ya kombe la shirikisho <laughs> yeah, ah, timu nyingi zinacheza fainali ya shirikisho yeah. nimewasikia mashabiki wao yeah. kituo kimoja uko nasema, msimu ujao tunampanga wa kumleta Vinicius Junior Huyu wa Madridi, Madridi. Kwa hiyo mimi nikakubali yale mambo, kutokana mpira unahitaji maneno na haya maneno yanachagiza watu kuufuatilia mpira, kuupenda mpira. Kwa hiyo kama CEO wa JKT anaamini anaweza kuwa ubingwa wa CRDB benki, tuheshimu mawazo yake, lakini kama kuna klabu nyingine kutokea pale pale wanapouza simu wanaamini na wao watacheza nusu fainali ya CRDB benki, waje Kariakoo mnyama? Simba sikutaja mnyama. Ngoja basi, we unakataa kwamba Kariakoo pouzwi simu Kariakoo pouzwi nguo anuza. Nimesema kuna klabu zinaishi Kariakoo inauza nguo mm. Kama wanatamani na wao kuingia fainali waje, sikutaja Simba, Simba braha nawaheshimu sana Simba mm. Dosa. Simba Sports Club leo imesafiri kuelekea kule Miswani Zanzibar, katika mchezo wao wa kombe la shirikisho bara Afrika zile Astere Broch. kauli mbiu yao wamesema atuishi hapa, msemaji Ahmed Yari. Kwanza kauli ume, umeipata? Ah, siku isikia, siku isikia, siku ndio hmm. hmm. hmm. Wamesema yeah, hivyo wanatamani kucheza finali mm. Wanatamani nao kuwa kama Yanga hajasema ah. <laughs> Kwa wewe umsikia, ngoja basi, shida yako Chapesa ndio hiyo. Kwani nani Mtanzania ambaye hajui kwamba Yanga imecheza fainali ya, si, ya kombe la nani shirikisho? Kuna mtu ambaye hajui? Kuna mtu ambaye hajui kwamba Simba imeingia nusu fainali ya kombe la shirikisho eh, sindio? Kwa maana hiyo Simba na wao wanasema waishi hapa, tafsiri yake wanataka kwenda mpaka fainali. Kweli sio kweli? Kweli, tafsiri yake na wao wanataka kuwa kama Yanga, timu kutoka Tanzania inacheza fainali ya kombe la Afrika shirikisho, sindio? Lakini ni yao kuchukua kikombe. Nimesema huwezi ukachukua kombe kabla hujaingia fainali, na wakishaingia fainali na wao watakuwa kama Yanga, wakichukua kombe na wao watakuwa Simba kama Simba. Bradha, tunaelewana na kwanini unapenda kunizungumzia mambo ya Simba kwao? Mimi sio mzalendo? Mzalendo unaisupoti Simba? Ah, ah. <laughs> Nimesema yeah. Mimi nitasapoti timu yoyote ambayo itaingia kwenye mashindano ya kimataifa kwenye mashindano yeah, kimataifa ya nini? Ya kimataifa ni Simba kaingia brother, kuwa mwelewa yeah. Mimi naamua kuungana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe unakataa kuungana naye yeah. Na wewe unakubali kuiombea dua Simba yeah. Sema unakubali tuanze taratibu basi, ngoja wewe, si unakubali sera ya mama si ndio? mm. Na moja, sera mama anasema kwenye mashindano ya kimataifa tuwe kitu kimoja. Kweli sio kweli? We, na wewe niambie, utaungana na Simba kuombea dua kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa maana unakubali Inshallah. Angoja basi, si useme unakubali inshaallah? Maana yake Mungu akipenda. mm. Ndio. mm sawa sawa mm. ukisema mungu akipenda maana yake unaungana mkono na mheshimiwa rais kwamba na wewe kama chapesa mm. unatamani kuiombea dua kama mtanzania kuonyesha uzalendo wako kuhakikisha simba anafanya nini sorry mm. mm. na ili niendelee kusema mm. na nitasema mimi mm. naungana na mheshimiwa rais wa, wa jamhuri ya muungano wa tanzania Mafanya. moja ya mtu ambaye namba moja mm. anaopenda kunisikiliza ni rais wa nchi hachana wale vizuruda wa mbagala Achana na wale wanaoshona viatu makumbusho, achana nao, wanaosema dosa ni M23 achana nao. Zinga. Ah, umemtaja wewe saiba wangu sana huyo, moja mashabiki wa Yanga ambao ninao ni ukaribu mkubwa, basi ni husitaki kunigombanisha naye, kwanza ni kapteni wangu lakini vilevile vile Kizinga ni captain wa mashabiki wote Tanzania, sio Simba, sio Namungo, sio Yanga. Ustake kunigombanisha naye, nimesema wewe, kama huungani na sera ya Mheshimiwa Rais sawa, kutokana na wewe sio Mtanzania. Lakini kwa kuwa mimi nina mapenzi ya dhati na nchi yangu ya Tanzania, Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Hapa kwenye Afrika sisemi kwa sababu nikisema Mungu ibariki Afrika, itakuwa na waombea dua mpaka wa South Africa washinde. Kwa hiyo mimi nasimama kama Mtanzania, nasimama kwenye sera yetu ya nyimbo, unaijua Mungu ifanyaje ha? Mungu ibariki Tanzania so Afrika. Na nyinyi watu wa pesa, kuambieni watu, linapokuja jambo la kitaifa tuungane linapokuja jambo la maafa ya kitaifa tuungane. Kama kuna namna tunaweza kuwasaidia, tuwasaidie. Kwani kuna vibaya sisi tukawapa mbinu wenzetu nao wakafika fainali? Sikusema jifunze, nimesema kuna ubaya na wao wenzetu wakafika fainali kama sisi tulivyofika. Mbona unataka kunigombanisha na watu wa Simba? Nimesema hivi, linapokuja janga la kitaifa Mfano hmm, limekuja janga gari ya ko la kuungua kwa moto hmm, watu hmm, hmm, wa Simba walikuwepo watu wa Yanga walikuwepo, wanamungo wa Azam walikuwepo na vilabu vingine. Haya ndio mambo ya kitaifa, si maneno la vizuri kwao. Linapokuja jambo la kitaifa, nyinyi kama wanahabari, tumieni vipaza zenu kuhakikishia watanzania Tanzania, Tanzania sio mama sulu tu. Tanzania sio Kasim Majaliwa tu, wenye Tanzania ni wa Tanzania wenyewe. Na ninapokuja jambo la kitaifa la kuhakikisha tunamuunga mkono mama yetu Samia Suluhu, basi tuungane. Brother nikwambie kitu, awe ni mtu wa Yanga akiomba dua Simba isiende, dua yake kama Mungu amepanga Simba wende watakwenda. Awe mtu wa Azam aombe dua Simba isifuke, kama Mungu amepanga Simba aende, atafanyaje? nd unavyoona Simba ya limpanzu, Simba chazi yau unaiona, akienda finali. Nimesema mipango wa Simba wanaijua wana Simba, lakini linapokuja swala la kiuzalendo swala la kitaifa, mimi Dosa nani eh? mimi nani Dosa, naungana na, na mheshimiwa rais. Kwao swala la Simba kwenda fainali ni wao wenyewe Wachezaji wakiamua simba iende fainali watakwenda, wachezaji wakiamua simba isiende finali simba itofanyaje? Haitakwenda. Lakini kawaambie wana simba, mchezo wa nusu fainali, mchezo mgumu. Hatua ya nusu fainali, sio kila klabu inaweza ikacheza hatua ya nusu fainali. Waende wakapambane, kuwakilisha taifa la Tanzania linasimama vizuri katika sekta ya nini, ya michezo. Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye hatua robo finali aliweka milioni 15 kwenye hatua hii ya nusu fainali ameweka milioni 20, ndo uzalendo huo, na zile hela za walipa kodi na walipa kodi. Wapo Wayanga, wapo wana Mungu, wapo Waazamu, wapo na timu langu la nyumbani Coastal Union, wana Mangushi wapo. na Simba wapo na Simba wenyewe pia wapo, kwa hiyo wana Simba kama wakichukua kila goli milioni 15 za mama basi watambue hizi hela wamechangia milioni 20, kama wana Simba wakichukua milioni ishirini yeah, kwa goli moja, basi waambie ili goli, hizi pesa zimetoka kwa watu wa Namungo, zimetoka kwa watu wa Yanga, zimetoka kwa watu wa Costa, wanakosta kuhakikisha tunawapa support kama wa Tanzania kama kuna mtanzania anaweza akakataa kutoa support it, Simba kimataifa, basi amwambie mama achana kutoa pesa, kwa sababu pesa ni za Watanzania, na ndio maana mama anatuhimiza kama Watanzania tulipokodi kuhakikisha tunaendeleza vizuri miradi, na moja ya miradi ni ipo kwenye sekta ya michezo. Nyie Chapesa mnanielewa, tupo kwenye jambo la kinchi nafurahi mwenyewe nikizungumzia Simba <laughs> <Roho kwatu. laughs> Eh? na rafiki yangu mmoja anatokea Portland anaitwa Ami na mimi nimwambie Ami. Inawezekana mnaamini mtakwenda kufuzu hatua ya fainali ya kombe la shirikisho inawezekana, inawezekana. Nimesema namwambia rafiki yangu Ami kutokea Portland hapo inawezekana yeye kama shabiki wa Simba, shabiki wa kolo, anaamini Simba msimu huu inakwenda fainali, lakini nimwambie fainali sio ya kila timu. Lazima awaambie wachezaji wao wapambane, hakikisha wanakwenda kucheza nini. Isiyo wamelala tu usiku, wameamka wanasema Simba anakwenda wapi fainali? Huo ni uongo. Stala buchi ni timu ngumu ya kumi na sita kama na Mungu, lakini kuna nyakati shetani anabadilika na kuwa malaika. Na mimi ni kiri wazi, kuna wakati shetani anabadilika na kuwa malaika. Malaika ni nani? Dosa, inawezekana salabucha akageuka akawa malaika. Mbona kauli ya saa? Kama d kuna tunamzika saa, nimesema Una nyakati shetani anabadilika na kuwa malaika. Mimi ninachofahamu kwa namna ninavyoifuatilia stalabuchi, vyanzo vyangu vya habari kutokea South Africa wananiambia kabisa. Moj... Mr. Ndevu yuko hapa, anaambia hii timu stalabuchi hapa kwetu Tanzania hapa kwetu South Africa ni sawa, uko kwenu kama Namungo <laughs> Simba njia yake kuvuka ni nyepesi, lakini ikiwa amekaza makalio, ikiwa amekaza miguu, ikiwa anatumia akili yake kufikirisha kwamba Watanzania wanahitaji timu iende wapi, finali, lakini wasikae kwenye media na porojo zao wakiminishana kwamba sisi tunakwenda kucheza nini finali. Finali ina mikakati. Tuombe sana viongozi wa Simba, mpo hapo kwa kuhakikisha Tanzania inapata furaha kwenye michezo huo. Mzee Mangungu zungumza na wachezaji wa Inawezekana ikawa sifa inaipata Simba Sport Club zaidi kuliko timu nyingine, lakini kupitia mchezo huo, mimi naamini pia Tanzania itapata sifa, Tanzania pia itanufaika kupitia mchezo huo. Semaje? Nasema kuna watu wanaumia Simba Sports Club kufika tu nusu finali, hata kuna watu waliumia Yanga kufika fainali. Hapo hawakosekani, nimesema wapo. sura ya kuumia inajulikana na, na sura ya furaha inajulikana. Mimi nimeumia nimeumia nimeumia na <coughs> nimeumia, ni ni mm. ni kwa sababu ya utani wetu wa jadi, sijui itakuwaje mm. lakini kama Simba ikitokea kaingia fainali ama we tutama mji <coughs> <coughs> <coughs> kama ikitokea Simba kaingia fainali, mama we tutaama mji brasa <gülme> tutatukaniwa mama zetu, tutatukaniwa vipenzi vyetu, wazee wetu. Mwisho wa siku atakwambia ya mashindano ni ya wanaume, wanasahau kwamba kuna mwanaume naye aliwahi kufika hiyo fainali, chukua kombe. <gülme> Hio hey, astaghfirullah ladhimu. Mungu atubariki mambo yote lakini lakinio, hapatakalika. Moja ya mashabiki ambaye akili zao zinahitajika kuchunguzwa na wanasayansi ni mashabiki wa Simba. Hacha Mungu, mi nakwambia, moja ya mashabiki ambao wanasayansi wanahitajika kuzichunguza akili zao, basi ni mashabiki wa Makola. Una maana gani Dosi? maana yake wengi wao, wengi wao akili zao zimerukaruka Pwengi wapo mm. Rafiki zangu mfano, kina mikoi akili zao zinajulikana, kina JB akili zao zinajulikana, kina Muhamedi Mustafa mtoto kutoka Gongo la Mboto. Yanga Simba ikicheza najichora mwili mzima, alafu hata shilingi na Simba apewi. Sasa akili hizo. Kwa hiyo Simba sio wazalendo na mashabiki wao, nataka kusema hivi kwa sababu haiwezekani shabiki anajichora mwili mzima mpaka leo ajui Zanzibar atakwenda vipi kwenda kusapoti timu yake. Shabiki mzalendo, lakini timu inakosa uzalendo. Ndio maana nikasema hizi hatua sio za kila timu. Mimi nilitarajia mpaka hivi sasa viongozi wa Simba, management ya Simba itatoa utaratibu maalum kuhakikisha mashabiki wao wanakoya ndege, wanakoya boti kuhakikisha wanakwenda wapi Zanzibar siku bado mpaka lini? Hmm. Kwani boti ya kwao ile, hmm. Boti ya kwao au Simba una boti kwamba wataamka tu Jumamosi, Jumapili mechi twendeni? Unajua kuna mambo mengi yanafikirisha kwa mashabiki wa Simba, yani unakuta shabiki wa Simba anapokutana na watu wa Yanga, maneno anayamaliza yote, anasahau kwamba mimi pia nina viongozi wangu. Na hii yote kwa sababu wenyewe wana Simba wanatengeneza hii hali hivi. Umesahau wakati Yanga anakwenda kucheza South Africa? Mpaka sasa hivi ratiba kuwa ishatoka kusafiri haijatoka. Isha Simba sikienda kucheza juzi Misri, mashabiki wawili tu kaenda ndugu yangu Mzaramu pasi milioni na yule mwingine hawajifunzi. Mbona Yanga wakati inaenda kucheza South Africa mashabiki walikuwa na adi na basi? <laughs> Hivyo unataka kuniambia kwamba Yanga na Simba, Yanga inahela kuliko Simba au Simba anazidiwa kiasi gani mpaka yeye anashindwa kuchukua mashabiki wake 50 kwa pandesha boti kwa peleka Zanzibar? kisikia ukoloni mambo leo kutoka kwa viongozi wa Simba ndo huu lakini, kwa kuwa umekuja kwangu nitawasemea. Ha, ukija kwa Dosa ni ukweli na uwazi, haina kupaka na mafuta, sijui kiongozi yule bora kuliko ha. Ukija kwangu Chapesa na unajua unaenda kwenye ukweli na uwazi, ukweli na uhakika. Shabiki wa Simba Mustafa, Gongo la Mboto, Juzi nakutana naye pale Taifa kwenye mechi ya Simba dhidi ya Almasir, kajichora mwili mzima Masimba, Masimba, hajui atarudi vipi nyumbani kwao Gongo la Mboto. Unajiuliza, shabiki huyo anaiwakilisha timu gani? Timu ambayo kwa mwaka inaingia zaidi ya bilioni ishirini kwenye kandarasi zao ya wadhamini inashindwa kuwafadhili mashabiki wao. Simba leo mashabiki wa Simba waombe tiketi kweli, kwa watu ende Zanzibar. Sisi watu wa Yanga tunaenda kudandia, sababu shughuli sio yetu. Wapo ah, Dosa, ni mambo ya aibu. Mimi nilitarajia kwa historia ya Simba, kwa ukubwa wa Simba, miaka 32 hajaje kucheza nusu fainali, ndiojua tutafanya sherehe wiki nzima nilitarajia kila shabiki wa simba nitamwona na jezi ya Simba sports Club. <tutu> nilitarajia uongozi wa Simba kupitia kwa mwenyekiti Murtaza Mangungu wangetangaza basi, wangejua wenye wangeendaje Zanzibar na basi, nacheka. <tutu> mambo ya kuumiza kabisa, kila kitu Simba kwenye mashabiki wao inawaweka nyuma. Alafu mkishinda leo, tunahitaji mashabiki kweli, halafu mnaenda kufanya masa. Mbona mashabiki mnui tiketi? Wasaminini kwanza mashabiki wenu. <coughs> taasisi kama simba mwaka 1936 leo hii inashindwa kutafuta mashabiki hamsini kuwapeleka Zanzibar, unatarajia nini? au viongozi wao magumashi? Ah, sinakuuliza wewe, si mtu habari, inawezekana umechokonoa chokonoa huku na huku umepata kwamba viongozi wa Simba magumashi. Kama wanaume kweli, viongozi wa Simba wawachukue mashabiki wao mia wawapeleke Zanzibar, na hii inakupa. Nimesema hivi kama wanaweza wafanye misipaki mafuta shee Chedosa tuamie huku. Uh, Simba Sports Klabu sasa zoea katika dimba la Benjamin Mkapa atoki mtu sasa. Leo hii amevuka maji kwenda visiwani Zanzibar, New Amani Complex unamwona mnyama Simba na kauli yake ile ile, anaipeleka New Amani Stadium atoki mtu hapa. Inawezekana Chapesa historia mwejui, lakini historia ya Simba historia na Yanga iko Zanzibar, na ndio maana na hata mechi anapotaka kucheza Dar es Salaam, Benjamin Mkapa timu inapelekwa Zanzibar nyamjui yeah, hamsomi tafiti Yanga inataka kucheza mashindano yake makubwa kwenye hatua kubwa, timu inapelekwa Zanzibar. Moja kwa sababu kule ndio ilipozaliwa Yanga na Simba, kule ndio walipogawana Yanga na Simba. Kwa hiyo Simba kule anacheza nyumbani zaidi ya Dar es Salaam, na mimi niseme hmm na niwaombe sana Wazanzibari, ndugu zangu, rafiki zangu, moja ya sehemu ambayo watu wake ni wakarimu sana basi ni Zanzibari. Huwezi ukafananisha huwezi ukafananisha watu wa Mbagala na watu wa Zanzibari. Inawezekana watu wa Mbagala ukiwakuta hata kwenye nibegi zao wana visu, wanawake hao. Hmm, watu wa Zanzibari waungwana Nenda sasa hivi wanawake wambagala hapo stesheni gari kija, wanapanda dirishani, lakini nenda Zanzibar watu waungwana. Kwa hiyo mimi niseme Mwenyezi Mungu akijalia uhai nitakuwepo Zanzibar. Nimesema hivi nakwenda kama mtanzania mungano, wa jamhuri ya Muungano, nakwenda kumwakilisha rais wa nchi kwenye sera zake lakini vile vile pia nakwenda kumwakilisha PM, najua atakuwa na majukumu mengi ya kufanya kwa hiyo, wazanzibari waandae kikao. Wazanzibari, kama kuna tafrija, waiandae. Chuma kutokea Tanga kitawasili Zanzibar inshallah, si kwa Jumamosi. Ubaya ubaya upo unaitwaje? Ubaya upo na ndio maana mpaka leo wamefika hatua ya nini? Nusu fainali. Sio so, kitu kirahisi brother na sio kila timu inaweza ikafika hii hatua. Mimi nasema kama kuna watu wataumia waumie, kama kuna watu watatengeneza chuki kwa kusema hivi wafanye. Lakini Mungu wetu mmoja anatuamrisha tuseme ukweli. Zilikuwa timu nne, hivi sasa zimebaki timu ngapi? Au pia nikanushe kwamba Tanzania tuna timu iliyobaki kwenye mashindano ya kimataifa? Sema Chapesa nikanushe Ngoja ah, basi nikanushe. Si mnataka nipake mafuta haya? Nakanusha basi, kwenye kombe la shirikisho hakuna timu yoyote ambayo ipo kwenye kombe hili kutoka Tanzania. Haya nimesema kwa sababu mshazua mtu mpaka pake mafuta. Kuna mtu mmoja anasema, yule yanga gani anawasemia ya Simba vizuri, tuko kimataifa. Kwa mimi niseme Licha ya kuwa Simba anapeperusha bendera ya Watanzania. Licha ya kuwa Simba anapeperusha bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile Simba anashikilia roho za wanafrika Mashariki na Kati. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kama nilivyotanguliza nitakuwepo Zanzibar. Wazanzibari itawapendeza. Wajitokeze kwa wingi, tuje tuzungumze nao. Tuje tupige story mbili tatu inshallah. Na dua yangu kubwa ipo kwa Tanzania. Mungu ibariki Tanzania.